Mwelekeo wa kijinsia unahusu aina fulani ya msisimko unaoupata unapomfikiria mtu unayempenda. Kwa kawaida, huanza katika miaka ya kubalehe na unajumuisha wigo mpana wa hisia na mvuto. Tafiti nyingi huzingatia ushoga na mapenzi ya jinsia tofauti, kwa hiyo tutazungumzia hayo katika video hii. Mwelekeo wa kijinsia ni zaidi ya mtu tunayevutiwa naye tu, pia unahusisha tabia na utambulisho wa mtu. Hivyo ni jambo gumu. Lakini unajitokezaje mwelekeo wa kijinsia? Ni kitu ambacho mara nyingi tunazaliwa nacho na si kitu kinachoathiriwa na uzoefu wetu wa baada ya kuzaliwa. Kuzaliwa nacho, hiyo ina maana gani? Hebu tuchanganue. Jambo la kwanza linalokuja akilini ni vinasaba. Mapacha wanaofanana wana jeni zinazofanana na hukulia katika mazingira sawa, lakini mmoja anaweza kuwa shoga na mwingine asiwe. Hata hivyo mapacha wanaofanana kabisa wana uwezekano mkubwa zaidi wa kuwa na mwelekeo wa kijinsia unaofanana kuliko mapacha wasiofanana, kumaanisha vinasaba vinaweza kuwa na mchango. Hata hivyo hakuna utafiti wa kisayansi uliopata jeni moja maalum inayosababisha mtu kuwa shoga, na kimsingi hivyo sivyo jeni zinavyofanya kazi. Huwezi kusema na jeni moja tu, ni maelfu ya jeni kote kwenye jenomo yanayochangia kushawishi tabia kama mwelekeo wa kijinsia. Kwa hivyo, je, mwelekeo wa kijinsia unasababishwa na vinasaba? Kwa kiasi fulani ndiyo, lakini si kabisa kwa uhakika. Kuna mengine zaidi yanayohusika, pia tunazaliwa na yaliyotutokea tukiwa tumboni mwa mama zetu. Well. Nadharia iko hivi: wakati tunakuwa tumboni mwa mama, molekuli ndogo ndogo hufanya marekebisho mwilini mwetu na kwa mfano huamua kama tutakuwa na uume au uke pia molekuli hizo hufanya marekebisho katika ubongo wetu wakati unakuwa, na hilo linaweza kuathiri kwa namna fulani mwelekeo wetu wa kijinsia hata hivyo, kuna kikwazo katika wazo hili. Hadi sasa limejaribiwa kwa wanyama pekee. Bila shaka hatuwezi kufanya majaribio kwa viini tete kwa kuvichoma homoni au kuvizuia kupata eh, homoni za kiume, Hormones. Baadhi ya sehemu za ubongo zinaonekana kufanya kazi tofauti kwa watu wa mapenzi ya jinsia moja na wanaoshiriki mapenzi ya jinsia tofauti lakini hakuna ushahidi wa mwisho unaoonyesha kuna sifa maalum ya ubongo inayoweza kufichua mwelekeo wa kijinsia wa mtu. So if we can, ikiwa no. Hatuwezi kujua kati ya wanaume na wanawake wa kawaida tu. Haishangazi hata kidogo kwamba tuko nyuma sana katika kujua kuhusu wanaume mashoga na wasio yeah. Kwa hiyo ikiwa vinasaba vyetu na ubongo havitusaidii kutatua fumbo hili, je, malezi na uzoefu wetu vinaweza kutuambia zaidi? Jibu fupi ni hapana. For now. Kwa sasa, kulingana na ushahidi wowote tulio nao, ni salama kusema kwamba wazazi au uzoefu wa mshtuko au msongo mawazo hauwafanyi watu kuwa mashoga. Not make people gay. Ingawa, hasa katika nchi ambako ushoga umepigwa marufuku kisheria kama Uganda, viongozi wa kisiasa hudai kwamba watu mashoga huwashawishi au kuwalea vijana ili wawe mashoga. Hakuna ushahidi wowote wa, wa kisayansi unaounga mkono madai hayo. Kukutana na mtu ambaye ni shoga hakukufanyi uwe shoga katika mwelekeo wako. Baadhi ya watu wanaamini mtu ambaye ni shoga anaweza kubadilishwa. Juhudi hizi zinaitwa tiba ya ubadilishaji, lakini hebu tuangalie kama mbinu zifuatazo zinaweza kumfanya mtu ambaye ni shoga aache: kutoa pepo There's... kuchapa viboko, mijeledi, au kumpiga shoti za umeme? Kuna ushahidi, haifanyi kazi. Kuna baadhi ya watu wamejaribu hili zamani sana na hawajaweza kufanikiwa kumfanya mtu ambaye ni shoga awe sawa. Matibabu ya homoni Jibu ni hapana, hakuna ushahidi wa hilo. Ushauri na saha unaofanana na tiba ya kisaikolojia? jibu ni hapana. Kwa hivyo, matokeo ni wazi kabisa, huwezi kumlazimisha mtu kuwa na mwelekeo fulani wa kijinsia. Kuna ushahidi unaonyesha kwamba jambo hilo halifanyi kazi pia. Kuna ushahidi ikiwemo kutoka Nigeria, kama sehemu ya kazi niliyofanya, unaonyesha kwamba linaweza kuongeza matatizo ya afya ya akili miongoni mwa watu walio katika makundi madogo ya kijinsia, hivyo mambo kama wasiwasi, dalili za mfadhaiko na mawazo ya kujiua yanaweza kuongezeka, okay. Kwa ufupi, haijulikani kikamilifu mwelekeo wa kijinsia unatoka wapi, lakini inaonekana kuwa ni sifa ya asili ambayo haiwezi kubadilishwa kwa nguvu. If everybody was accepting and... Kama kila mtu angekuwa nakubali kubali na kama jambo hili lingekubalika kama sehemu ya kawaida ya wigo wa tabia za binadamu, basi tusingekuwa hata tunauliza swali, kwa nini mimi niko tofauti na walio wengi. Tatizo ni kwamba kuna tofauti na watu huichukulia tofauti hiyo kwa mtazamo hasi. Different.